ya polisi na waandamanaji yalishuhudiwa katika mji wa Kitengela kwa takriban kutwa nzima. Polisi wakitumia vitoa machozi na hata risasi kuwatawanya waandamanaji waliofika kwa wingi na kufunga barabara ya kuelekea Namanga. Na kama anavyotuarifu Willy Lusige, baadhi ya maduka mjini humo yaliporwa, huku polisi wakionekana kulemewa na waandamanaji hao. Ilikuwa mchezo wa paka na panya kati ya waandamanaji na polisi katika eneo la Kitengela kuanzia asubuhi hadi jioni. Baada ya kuzuia kufanya maandamano ya amani kuwakumbuka waliouawa na kujeruhiwa kwenye maandamano ya mwaka jana, waandamanaji walijawa na ghadhabu. Huku wakiimba nyimbo za kupinga serikali na kubeba bendera na mabango, waandamanaji walijaribu kwa kila njia kufunga barabara ya kuelekea Namanga, barabara inayounganisha Kenya na Tanzania. Polisi wakiwajibu kwa vitoa machozi, lakini hali ilipozidi kuwa tete, wakaanza kutumia risasi. Mji ukageuka kuwa uwanja wa makabiliano, waandamanaji wakiwarushia mawe na kufunga barabara kwa mawe na miti pamoja na mioto na kusitisha shughuli za usafiri mchana kutwa wakiapa kutositisha maandamano hadi serikali iwape nafasi ya kuwakumbuka waliouawa au kujeruhiwa mwaka jana. Baadhi ya waandamanaji wakavamia maduka na mikahawa na kupora kila walichoweza. Polisi walionekana kushindwa nguvu, huku wafanyabiashara wakikadiria hasara. Vijana wakaingia wakaanza kuvunja, walianza na pale wakavunja pale, ndio awa wenye walikuwa huko, wakaingia wote. Wakazi wa Kitengela wakidai waporaji si waandamanaji halali, bali wahuni waliochukua fursa hiyo kujinufaisha. Wamekunywa masoda zote, wamekula kila kitu, wamevunja vunja, wamebeba mpaka viti. Mji wa Kitengela umeendelea kuwa kitovu cha maandamano makali ya kupinga serikali na si mara ya kwanza hali kama hii kushuhudiwa tangu maandamano ya mwaka 2024. naomba tu rais wetu William Ruto utuangalie, hata sisi hata kama utatuita mahali tuongeleshe. Sisi jenzi, tafadhali hiyo mambo ya maandamano Tuomba tu ikome kwa sababu kuna watu wanaumia sasa hivi. Waandamanaji waliojitokeza leo wamesema hawato sita hadi haki iweze kutekelezwa dhidi ya walouawa au kujeruhiwa katika maandamano ya kupinga serikali mwaka 2024 na maandamano ambayo ya yamefuata kupinga utendakazi wa serikali. Wili Lusige, Runinga ya Citizen Kitengela katika kaunti ya Kajiado.